Eh bwana, nimeamka asubuhi leo na nikasema, he, kumbe ChatGPT inaweza kufanya vingi zaidi ya kuandika mashairi kwa ajili ya mpenzi wako. Nikasema basi leo nataka ni-edit picha kali professional kwa ajili ya kusumbua mitandaoni niweke DP status na kwingine kote. Sasa nimegundua kumbe ChatGPT ina uwezo wa kuedit picha kama mtaalamu, basi nikachukua na kupiga picha kadhaa hapo kwenye simu yangu asubuhi, na nitakwenda kuonesha picha hizi zinaweza kubadilika na mpaka mwenyewe ukashangaa. Kwanza, unaweza kubadilisha mavazi, lakini pili, unaweza kubadilisha mazingira, na tatu, uka edit picha katika staili yoyote na kurekebisha chochote kama jinsi ambavyo wewe unapendezwa. Sasa mimi leo nitakwenda kuonyesha namna gani unaweza kufanya hivi kirahisi kabisa kupitia simu. Na njia hii guys, inaokoa muda, inaokoa pesa, yaani yale ambayo tungeyapata kwa kwenda studio kama kawaida, studio za picha, kutengeneza picha, kulipia gharama ndefu, lakini pia kupoteza muda. Sasa hivi unaweza kufanya ukiwa tu kitandani kwako, yani umeamka asubuhi, unaweka picha, unamwambia ChatGPT rekebishe. Lakini unaweza usiwe na kamera ambayo ni professional, yani kamera yako ya simu unapiga tu picha ya kawaida, una posti na AI inafanya maajabu yote. Basi ungana nami siku ya leo na tujifunze vitu hivi kirahisi kabisa. Basi kama ilivyo kawaida yetu hapa Maujanja Zone tunajifunza teknolojia, tunajifunza AI lakini pia tunajifunza hatua kwa hatua, tukihakikisha kila mmoja anaelewa na ananufaika na AI hizi. Sasa nimetengeneza picha baadhi na nitakwenda kuonyesha uh, namna ya kutengeneza. Sasa ziko njia mbili guys. Njia ni mbili ambazo mimi leo nitakwenda kuelekeza. Njia ya kwanza ama namna ya kwanza au tunasema style ya kwanza ya utengenezaji wa hizi picha, kwanza ni kwa kutupitia prompt, yaani unatoa prompti, unapata picha yako kwa wasiofahamu na wageni prompt inamaanisha maelekezo. Yani, ChatGPT ukienda kwenye uwanja ChatGPT, kutakuwa kuna box kama hapo unavyoona, hili box hili ndio sehemu ambapo unaweka maelekezo yako, na hayo maelekezo ndio anaiambia yai unataka picha ya namna gani. Lakini pili, kuna mfumo wa pili ambao nitakwenda kuelekeza, ni wa style, ni wa image pamoja na prompt, na unapata matokeo yake. Ni kwamba yani unaweka picha ya mfano ama picha yenye style ya mfano. Inawezekana wewe binafsi kufikiria na kuandika ile prompt ukashindwa, basi unatafuta picha yenye mfano wa, wa kitu ambacho unakitaka na unaiweka hapo na baadaye unamwambia ChatGPT aedit picha yako kwa kufata huo mfano. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kama hivyo. Nitakwenda kufundisha hatua kwa hatua, lakini kwa zaidi ni kukumbushe tu kwamba tunaendelea uh, kujifunza na kujadili kuhusiana na AI kwenye magrupu yetu ya WhatsApp kama utapenda, kwa sababu hata hizi picha ambazo tunakwenda kutengeneza siku ya leo, prompt zote prompt, yani yale maelekezo yote ambayo yatatoa magic na miujiza ya picha hii yote, tunakwenda kuyaweka kwenye uh, magrupu yetu ya WhatsApp. Ziko prompt zaidi ya hamsini ambazo tutakwenda kushare na kuonesha matokeo kwao. Ukipenda prompt yoyote unaweza kuandika, lakini, hata, kama usipo, uh, lakini pia hapa nitakwenda kufundisha namna gani unaweza kuandika kirahisi kabisa. Basi bila kupoteza muda twende tukajifunze namna gani ya kutengeneza picha hizi kirahisi kabisa. Okay, kwa hiyo njia ya kwanza kama nilivyokuambia, nitakwenda kuonesha namna gani unaweza uh, kuupload uh, picha yako na baadaye. Kwa mfano kama hapa, tutaanza njia ya kwanza kutoa tu maelekezo bila kutoa reference image. Kwa hiyo kwanza lazima uupload picha yako, lazima AI iwe na picha yako. Kwa hiyo nitagusa sehemu ya kuadd na nitaweka picha yangu ambayo nimeipiga hapo mwanzo. Kwa hiyo nikigusa hapo Nita upload photos and files. Okay, kama unavyoona hapo nimeupload picha yangu na tayari. Kwa hiyo ninaweza nikaiambia sasa hapa ninakuonesha kwamba kwa kutumia njia ya kwanza ya prompt. Kwa hiyo ninaweza kuiambia chochote kile ambacho ninahitaji kama kila kitu kiko perfect, inawezekana huhitaji ma, manjonjo mengi kwenye picha yako naambia labda hata abadilishe nguo uh, ambazo umezivaa au kuna kitu kidogo unataka kibadilishe. Kwa hiyo unaweza kumwambia ukamwambia achenji kitu fulani. Sasa hapa nimeandika prompt rahisi kabisa, kwamba change t-shirt tu na everything else iwe kama jinsi ambavyo picha hivyo, kama jinsi ambavyo picha ilivyo. Kwa hiyo hii ni aina ya kwanza, kwamba unaweza ukaandika tu maelezo rahisi kabisa na kitu chako ikatokea kama jinsi ambavyo umetaka. Kwa hiyo tukituma hapo prompt, na kama kawaida, labda tu nikukumbushe una uwezo baada ya kuwa umetuma prompt kama hivyo i, uh, kutengeneza picha, image generation, inaweza kukwambia hivi kwamba ina, prom, ina process na itachukua muda kidogo. Kama a, picha yako haijakamilika, kwao unakuwa mpole na haichukui muda. Kwa picha yako ikikamilika, unaweza kaja upande wa huku kabisa kwenye sehemu hii ya library, unaweza ukaiona picha yako. Lakini pia kama upo kwenye PC unaweza refresh hapa, sehemu ya kurefresh. Lakini kama upo kwenye simu pia unaweza ukatoka, labda ukaingia tena ili ile peji ili refresh, yani kwamba kama kuna kitu kipya kitokee. Kwa hiyo kama picha yako imekamilika, utakuwa ukiona hapo aidha kwenye library, kwa sababu hapa kwenye process ya kutengeneza picha kama itakuwa imekamilika unaweza usione hapa kama imekamilika. Kwa hiyo unaweza kurefresh, uh, haichukui muda sana na picha yako itakuwa tayari, and boom, kama unavyoona hapo guys, uh, picha yangu imekamilika, na kama unavyoona ni picha ile ile. It's the same me lakini hapa sasa nimebadilishiwa tisheti. Kwa hiyo unaweza ukaedit kitu kidogo, yaani kama unataka tu tisheti tu ibadilike, kama unataka tu nguo ndio ibadilike, unataka vingine vyote vibaki kama vilivyokuwepo. Unaona hapo, nimepata picha yangu ile ile kama jinsi ilivyokuwepo, lakini uh, utofauti ni kwamba hapa picha yangu imebadilika nguo. Kwa hiyo unaweza kubadilisha nguo kulingana na, na jinsi ambavyo unapenda. Sasa twende tukaone hatua ya pili ambayo tutakuwa tukimpa sasa reference image na tunampa maelekezo picha yetu iwaje. Sasa kama hapo nimeanza chati mpya, kwanza kabisa nitampa picha alafu nitamwambia aichukue hiyo picha. Hii ndio njia ambayo mimi binafsi ninapenda. Kwanza namwambia aitunze hiyo picha alafu asubirie maelekezo yangu. Kwa hiyo kipindi anaendelea kusubiria maelekezo yangu nitampa sasa, sasa picha ya mfano. Ninamwambia sasa ile picha niliyokupa mwanzo ibadilishe kama hii picha, na nitampa sasa prompt ama maelekezo ambayo ni professional, na yatanipa matokeo bora. Kwa hiyo cha kwanza kabisa nita upload tena picha yangu, hapa nimeanzisha chati mpya. Kwa hiyo nita upload picha yangu kama kawaida, kwa hiyo nitakwenda kumpa maelekezo. Nimesha upload picha yangu, nampa sasa maelekezo. Kwanza namwambia asubiri, uh, ni, nimpe picha nyingine. Kwa hiyo aichukue hii picha kama reference ya kwangu mwenyewe. Afu asubiri nimpe reference picha, kwa hiyo nitakwenda kumwandikia hapa kwa hiyo nimempa picha yangu na nimemsisitiza kwamba asubiri maelekezo ambayo nitampa namna gani ya edit hiyo picha. Kwa hiyo nitakwenda kuituma hii prompt kirahisi kama hivyo, na unaona AI inafata maelekezo yako, kwamba inakwambia tayari imekuelewa na imechukua hiyo picha. Kwa hiyo haijatengeneza chochote, haijafanya mabadiliko yoyote. Sasa AI inasubiri nimpe reference image, alafu yeye afanye maajabu yake. Okay. Kama unavyoona reference image yangu iko hapo na ndio image ambayo ninataka yeye aedit. Kwa hiyo nitakwenda kumpa prompt na maelekezo sasa kwamba afanye nini katika hiyo image. Kwa hiyo nitampa clear instruction kwamba yeye abadilishe tu mwonekano aniweke mimi kama jinsi nilivyo, lakini pia a match pamoja na zile character za picha. Nilikuwa namaanisha lightning na kila kitu. Kwa hiyo nitakwenda kumpa maelekezo hayo, na maelekezo hayo unaweza kuyapata na ni prompt. Kwa hiyo wewe unaweza kumwelekeza a, jinsi ambavyo unataka akili akifanya, na baada ya kume mwelekeza um, kama hivyo kama kawaida hapa uh, chini nimehakikisha nimempa hiyo ratio na size ya picha ambayo nataka, kwa sababu mimi binafsi nina edit picha kwa ajili ya dp pamoja na social media mbalimbali mbali, Instagram na kwingineko. Kwa hiyo ndio maana nimemsisitiza size hiyo na vitu vinginevyo, kama jinsi ambavyo unaona hapa, nimemwambia resolution iwe 4K, iwe realistic na mambo mengine mengi kwao. Nitakwenda kuituma hiyo pompti hapa na kama kawaida guys, nitakwenda kusubiri sasa. Hapo ameshanisikiliza, unaona nimeanza kumpa haya maelekezo, kanisikiliza na baadaye ana process na ku generate image. Kama kawaida inachukua sekunde kadhaa, na tutakwenda kusubiri chap chap. Okay, kama unavyoona hapo tayari image imebadilika, and you can take a look. Tayari uh, picha yangu imekuwa ya namna hiyo na kama unavyoona uh, imependeza, na ni picha uh, nzuri kabisa, picha ya studio lakini sasa nitakwenda kuonyesha, kwa sababu hapo tumetumia reference image. Sasa nataka nikuoneshe namna gani pia unaweza ukaboresha picha zako bila kutumia picha ya mfano. Kwa hiyo tutakwenda kuonesha hapa, kwa mfano, kwa kutumia hiyo picha. Njia ya kwanza tulisema tunaandika tu prompt na maelezo nini ya edit, na baadaye anatupatia picha, uh, picha yetu vizuri. Kwa hiyo sasa nitakwenda kuonyesha baadhi ya prompt ambazo zinaleta matokeo mazuri kama hayo. Umeona, kwa hiyo kama hapo nitamwambia uh, nitamwambia edit vichango kwa maelezo rahisi. Tena sasa ninakwenda kuiposti hiyo prompt, nimeipesti kama hivyo. Lakini pia guys, kumbuka kama unataka uh, picha yako uh, sura imatch vizuri hakikisha kwenye prompt ama kwenye maelezo hapa unamsisitiza ChatGPT kwamba ahakikishe sura yako na ule mwonekano wako unabaki vile vile. Hii itakusaidia kupata picha ambazo zinafanana na wewe, yaani hata mtu akiona hivi ana, anajua sio AI ni wewe kabisa. Kwa hiyo nitakwenda kumwambia hapa, nitaongezea hiyo prompt chini uh, uh, okay, tayari nimemaliza na ninakwenda kuituma hiyo prompt kirahisi hapo kama hivyo. Kama kawaida, nitasubiri sekunde chache Guys, and boom, kama unavyoona picha yetu imekamilika, na ni bonge moja la picha ambalo unaweza kutumia mitandaoni. Lakini kumbuka, size ya picha unaweza kumwambia picha ikaeje, size yake iweje, na vyote hivyo anaweza kuvifanya. Na kama unavyoona picha yetu imependeza na ni picha bora kabisa. Okay, sasa nitakwenda kuonyesha mifano mingine kadhaa hapa, lakini pia una uwezo wa kumwambia aiweke katika size ambayo naitaka, mfano kama kuchange size hapo, kwa sababu hapa uh, size anayoitumia ni ile ya original image. Kama ukiangalia original image ina size hii, na ndio maana anatumia size hiyo hiyo. Kwa hiyo kumbadilisha hapa, unamwambia size iweje. Guys, nilikuwa naangalia hii picha <laughs> kwa kweli nimefurahi. Yani nimeipa nimeipa AI prompt ambayo nimemwambia amechi sura yangu kama ilivyo na ukiangalia hapa mpaka nilikuwa kuna kakitu kametuna kidogo kwenye ngozi yangu, kama unavyoona hapa kwenye picha, nako iko vile vile. Yaani jinsi ambavyo AI inafanya maajabu kwa kweli, uh, ina, inashangaza sana. sasa hivi hatutotumia tena magharama mengi kulipia wapiga picha. Uwezo wako tu wa kutengeneza prompt kama hizi unakusaidia wewe kupata matokeo mazuri kabisa na ya ajabu, na watu watakuwa kishangaa picha zako wakidhani kwamba kumbe ni AI tu imekusaidia kama hivyo. Okay, basi tunakwenda kufanya mfano mwingine mwana tena. Nimeposti, uh, ya, image yangu nimeposti hapo, na, na prompt yangu kama kawaida, na ninakwenda kumalizia kwa kuweka ile sentesi ya mwisho kama nilivyokwambia ili ilete picha yako kama ilivyo. Yani hapa ndipo magic ilipo. Kwa hiyo baada ya kuweka hapo, nitamalizia na yale maneno yangu ya mwisho ili kuhakikisha picha inafanana na vile ambavyo mimi ninataka, na kama unavyoona hapo, nitatuma hivi na nitasubiri ndani ya muda mfupi picha yangu tena inakuwa imekamilika. And boom, kama unavyoona tena picha yetu ni hiyo, na tumetoa maelekezo ambayo anajielewa na edit, na results imekuja kama hivyo kulingana na maelekezo. Guys, picha yetu ni kama hivyo. Kwa hiyo kama kuna kitu ukitaki na hujakipenda kwenye picha, unaweza ukakirekebisha lakini ni picha ambayo ina quality tofauti na yawezekana hata jinsi ambavyo uh, fotografa maarufu angekutengeneza kwa hiyo, uh, inaweza kufanya mambo mengi sana uh, na ziko video nyingi tutaendelea kuziposti hapa tukikuelekeza wewe maajabu ya ChatGPT na mambo mengi ambayo utakuwa ukiji kwa hiyo mpaka kufikia hapo natumaini uh, tumeelewana sana. Kama bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe. Lakini pia kama nilivyosema mwanzo, kwamba tutakuwa tukifundishana katika group la WhatsApp, namna gani unaweza kutumia ChatGPT yako kirahisi. Unaweza kugusa hapo link, lakini pia tutakuwa tukishare hizi prompt. Unaona, hizi prompt zote nitakuwa nikishare na watu, hizi image, reference image, unaweza uka, ukazipata kirahisi, ambapo kawaida tusingeweza kushare hapa YouTube. Uh, hizi picha pamoja na reference prompt hizi lakini pia kama unavyoona hapa, kutakuwa kuna option ya mtu kupata hii chat nzima. Unaona hapa jinsi ambavyo mimi nimechat na kumpa maelekezo AI, unaweza ukazipata haya maelekezo yote. Umeona hapa kuna uwezo wa kushare, kwa hiyo nitakuwa nikishare na wana group vitu kama hivi. Tutakuwa tukijifunza mengi sana huko mbeleni, tutaona na kujifunza mambo mengi kuhusu AI. Kwa mpaka kufikia hapo, nitakuwa sina la ziada. Uh, tukutane kwenye mafunzo na tuendelee kutumia chat GPT uh, na kunufaika nayo, asante na na bye.